Bwana fresh kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umemalizika salama. Tumefly mtani huyo hatua ya pili, eh mtani, of course tunampongeza, ameenda ameshinda goli tano, lakini kitu ambacho tunakiongea na sisi wetu wengi ambao tumeona, ambao tunapenda mpira, kwa sababu kwenye mechi ya kimataifa jambo letu wote linakuwa ni moja, kwa sababu nadhani Yanga akifanya vizuri kwenye mechi za kimataifa pia Simba, Azam na Singida tunapata wawakilishi wengi hata kule kwenye association kidogo timu zetu zinasogea na kutambulika zaidi. Kwa hiyo of course tunawapongeza Yanga kwa ushindi wa goli tano, wameshinda kule kuleoge, walianza na goli tatu leo wamekuja mechi wameshinda magoli mawili dakika za jioni. Jioni tunaanza tukisema za usiku usiku, lakini of course, kwa sababu mpira unahitaji win-win situation. Tunawapongeza Yanga kwa sababu wameshinda, lakini inatakiwa tu wabadilike kwenye namna yao ya uchezaji. Yanga wana mpira gumu sana mm. Wanatakiwa wabadilike sana kama tunahitaji kama taifa kwenda mbele. Yanga inatakiwa abadilike namna yao ya uchezaji, kwa sababu ukiangalia Yanga kwenye First Eleven ina wachezaji wazuri na watu na ambao wako benchi la ufundi ni, ni, ni, ni wachezaji wazuri. kitu pekee ambacho kinawaponza Yanga, wachezaji ni wakubwa kuliko kocha. Wachezaji gani tena ni wakubwa? Ah, kwa sababu ukiangalia Yanga ilivyokuwa na wachezaji wengi ambao wenye quality kocha. Aa, kuna wakati timu kabisa unaona imeelemea sehemu fulani. Yani, unaona kabisa imeelemea sehemu fulani, kabisa imeelemea sehemu fulani, wakati inatakiwa kabisa ufanye sabu au ubadilishe au pengine tuseme kwamba kocha huyu hana mbinu za kwenda kuifikisha Yanga hii. Malengo ya Yanga of course ni kufika makundi, lakini Yanga hii kwa kikosi hicho wanaweza wakasogea hata kwenye hatua ya robo fainali, lakini kocha hana zile mbinu ambazo anaweza wakazipandikiza kwa wachezaji. Tuone kabisa of course kikosi kinacheza japokuwa uh, wana, wanapata matokeo lakini unaona kabisa kikosi hakichezi vizuri. Dakika sitini na mbili Yanga wamecheza hawajapiga hata on target. Dakika sitini na tano Yanga wanapiga on target ya kwanza, kwa unaona, ni timu ambayo inacheza nyumbani. Kwa hiyo kama wasipobadilika kwenye namna yao ya uchezaji mapema, Yanga hawa mimi, hata kwenye hatua ya robo fainali siwezi kuwaona, japokuwa na kikosi bora sana pengine. Kama watani, umejifunza nini kutoka kwa watani wenzenu we? Yaani wameshinda goli nyingi ugenini na wanakuja nyumbani wanashinda goli nyingi, katimu walikocheza nako. Yanga kaka, Wiliete Benguela miaka kameanzishwa na 2008. na nane hmm. ni katimu 2018. mbili na kumi ni katimu kadogo, ana miaka sita kwenye hatua ya CAF hii. Wiliete Benguela ndio mara ya kwanza inashiriki Sio, unanielewa eh? Mm. Kwa hiyo ni ka timu kadogo tunaweza kusema kama umepiga bomu mochwali. Tunapoiongelea Gabeloni United ina historia kubwa. Kwanza kwenye kafu ni mara yake ya tatu Gabeloni United. Kwa hiyo ni kidogo ana uzoefu uzoefu. Ukiangalia hata kwenye viwango vya kafu unaweza kaona aka Wiliete Benguela, pengine kasingepangiwa na Yanga, watu wa mpira tusingekuwa tunajua. Amepata timu dhaifu ndogo. Kwa hiyo kama amecheza na timu hii matokeo ambayo ameyapata na namna ambavyo amecheza kiwanjani, kama atapata timu nyingine. Mm. Tunaangalia Wiliete Benguela alipokuwa anacheza kule kwao. Japokuwa ya Yanga alishinda walipata, walitengeneza Yanga nafasi kumi na saba kwenye nafasi kumi na saba pekee wametumia nafasi tatu. Dube alipata nafasi tano ambazo hajaenda kuzitumia. Unaenda kucheza na timu nyingine ambayo yenye quality haikuruhusu hata wewe kwenda kutengeneza nafasi. Kwa hiyo lazima wabadilike namna ya uchezaji. Wameshinda na haka timu, tunaweza tukasema ni katimu kadogo kwa sababu hakana uzoefu, hakana wachezaji bora, lakini huko wanakuenda ni kugumu zaidi. Umeongelea ukubwa wa Gaborone United ambao kesho Simba ameenda kukutana nao, pengine Simba kesho kucheza bila mashabiki, wewe ni kama inaenda kuwa ni athari kwao? Simba nadhani kwenye uh, mashindano ya kimataifa tunamwangalia ni kama baba au wengine wanaiga tu kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu sisi ndio kule maisha yetu. Ukiangalia Simba ambayo inacheza kwenye ligi na Simba ya kule ni Simba mbili tofauti. Simba tulishawahi kucheza kipindi kile nadhani cha Corona tulishawahi kucheza. Hapa hapa kuna mechi moja ambayo tulishawahi kucheza pia bila mashabiki lakini tukaenda tukashinda. Nadhani kitu pekee ambacho wako nacho nani wachezaji wa Simba ni uzoefu na kukabiliana na mechi nyingi. Ukiongelea kuhusu kuto kucheza na mashabiki, sisi tulishawahi kucheza baba Benjamin Mkapa, kucheza kwenye mashabiki wengi pia tulishawahi kucheza Moroko kiwanja kigumu, tulishawahi kucheza Misri kiwanja kigumu. Simba nadhani kwenye pressure za upande wa nje ya uwanja, Simba tumeshazizoea lakini pia ni wakati mgumu kwa sababu tunaangalia mpinzani ambayo tunacheza naye Gaborone United, kwanza alipoenda kucheza kule Botswana ni timu nambari moja kiwanjani, ni timu ambayo inacheza vizuri sana, ilikosa watu tu kwenye eneo la finisha. Mechi ile of course tumeshinda lakini Simba hatukucheza vizuri kwa sababu ilikuwa ni mechi ya pressure. Mda wote Gaborone United, unaona wako kwetu, tunaweza tukasema mechi ya kule imeisha, lakini kuna dakika 90 ambazo ziko hapa kama hatutazichanga karata zetu vizuri tunaweza pia tukafungwa nyumbani, maana mi timu za Botswana waga naziogopa. Kuna mwaka fulani Jwaneng Galaxy tushawahi kushinda kwao mbili tukaja hapa tukapata goli tatu, lakini baadaye dakika zinavyoendelea wakaja wakapindua matokeo. Kwa hiyo lazima tuzichanga karata zetu vizuri. Tunajua tuna mwalimu mgeni kwenye kikosi na ndo mwalimu pekee ambaye anaenda kukaa kwenye mechi ya kimataifa. Mechi ya kesho haihitaji draw haihitaji uh, uh, namna yote, natakiwa ushindi ili kusudi iweze kutusogeza. Japokuwa mi kwa upande wangu ni mechi ngumu sana, naweza nikasema pia ni mechi ambayo bado haijaisha. Pengine Simba walipocheza na Fountain Gate na kesho anaenda kwenye mchezo wa kimataifa, unaona watakopi na kupesi kile kile kilichofanya kwenye mchezo wa Fountain Gate? Hapana, ukiangalia okay, kwa mpinzani na kwa level, unajua Fountain Gate tumecheza nao kwenye ligi na pia ligi ni mchezo wa kuangusha na ku, na kupokonya alama. Sisi tuko kwenye hatua ya hatua ya awali, hatua ya awali inaenda kubadilisha shape baadaye, inakuja kuwa kama hatua ya mtoano, kama usipofanya vizuri ina maana unaenda kufungwa. Kwa hiyo kile kitu cha Fontaine Gate tunaacha nacho pembeni. Mechi ya kesho tunaenda kupambana kwelikweli, kweli, kwa dakika 90 tunaweza tunaeza, ni dakika 90 za jasho na damu, kwa sababu zinaenda kutupeleka kwenye level nyingine. Bwana, asante sana, nashukuru sana